Kwa upande wa waleta malalamiko au waleta madai wagombea wa uwakilishi nane pamoja na diwani mmoja tumefika, lakini upande wa serikali pia umewakilishwa na mawakili kutoka ofisi ya mwanasheria mkuu pamoja na mwanasheria wa, kutoka ofisi ya tume ya uchaguzi Zanzibar. Katika hatua ya leo tumepokea majibu ya upande wa pili, upande wa serikali e, na tume E, na amri imetoka na mheshimiwa msajili kwamba tumepewa wiki moja a, mpaka tarehe 23 kwa ajili ya kuleta majibu ya, zia, ya ziada, kama tunayo majibu ya majibu tuliyoenda, kitaalamu anaita kama ipo hiyo, tarehe 22, na ikifika hapo then kila kitu kitakuwa kimekamilika, basi mheshimiwa naibu msajili atayarudisha mafaili ya kesi hizi kwa mheshimiwa jaji mkuu, ili sasa mheshimiwa jaji mkuu aweze kupanga uh, majaji watakao kusikiliza mashauri hayo. Uh, tumeridhika na hatua hii na uh, sisi tutatumia katika kipindi hiki ambacho mheshimiwa ametoa cha wiki moja kujipanga na hatua zinazofuata za shauri Uh, nachotaka sisi kusema kwa uh, wagombea wa malalamiko pamoja na wananchi kwa ujumla uh, wawe watulivu katika kipindi hiki ambacho mashauri haya sasa yamefika mbele ya, ya mahakama rasmi, na sisi kama uh, wakili tunawahakikishia tuna, tuna, tuna kwamba uh, kila kitu kitakuwa kitakuwa sawa na taratibu zote zitazingatiwa za kisheria. Asante.